Um, Fatuma na kushukuru sana mm. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa kwenye siku ya leo muhimu sana lakini kushukuru wewe binafsi um, kwa kuendesha session hii. Nashukuru kaka zangu ambao wako kushoto kwangu, lakini nashukuru uh, viongozi wa klabu ya Young Africans ambao wamehudhuria. Niwashukuru viongozi wa vilabu mbalimbali pia ambao wamehudhuria. Niwashukuru sana wanahabari kwa kujitokeza kwa wingi kwenye hafla yetu ya leo. Najua kuna Watanzania kadha wanatazama kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo Azam TV. Mimi naitwa Hersi, ni kijana wa Tanzania, background yangu ni civil engineering. Nimesoma Tanzania na nje ya nchi, lakini katika kazi kubwa ambayo leo inatutanisha hapa ni sisi Watanzania kuona kwa namna gani tumeweza ku elevate mpira wetu kuelevate level ya ligi yetu ya Tanzania kuelevate vilabu vyetu ambavyo vinashiriki kwenye mashindano ya ndani ya nchi pamoja na mashindano ya nje, na specifically nitajikita kwenye Young Africans, na nitoe shukrani za dhati kabisa kwa wanachama wa Young Africans kuniamini. Lakini imani hii haikuja bahati mbaya, ilianza kipindi cha nyuma ambacho tulikuwa tunataka kuisupport Young Africans kutoka kwenye ule wakati mgumu katika maisha kuna up and downs, na club ya Young Africans ilipitia, kuanzia mwaka 2016 tulivyompoteza mwenyekiti wetu, baada ya kuachia nafasi ya mwenyekiti ambaye alikuwa wakati huo ni mdhamini na wakati huo ni mwenyekiti wa club yetu, alikuwa anasupport kwenye level ya administration kwa maana akiwa kama mwenyekiti na alikuwa pia anasupport kwenye eneo la finance kwa maana ya ushindi wa kifedha. Downfall yetu ilitokea baada ya yeye kuondoka, na Mungu amtangulize mbele za haki mwenyekiti wetu, tumwombee Mungu ampe pumziko la milele, Mwenyezi Mungu amapushe na adhabu za kaburi na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za peponi.